Mheshimiwa, mimi nazungumza swala lili la ardhi, kuna mtu kaligusu, anahisi ulilifahamu uzuri, mewacha nitie nyama, ulifahamu uzuri zaidi kiundani. Mheshimiwa, ukatizama njia yetu kutoka Kitogani mpaka kunafika Paje pana njia mbili, una njia ya upande wa kulia na upande wa kushoto. Una upande wa kulia courts, serikali inasema ni land bank. yaani unapopagusa tu land bank hunaruhusiwa kutenda kitu chochote, hata kama kuna mwekezaji wako kunampeleka pale, basi mwekezaji wako huyo mwana sheria anayokuja kana kuambia ni sehemu haifai, lakini kuna watu wengine wana majumba kule. Kwa hivyo tunachaka mheshimiwa, lino swala ulifuatilie. Watu wapaje, tumechoka na ardhi zetu, kwamba kuna watu wao wafaidike heasio wenyewe kizazi sio tusifaidike Linalouma zaidi mheshimiwa, ino si fununu, ni swala ambapo tayari liwapo na la kweli, kwa sababu mpaka halmashauri imethibitisha na watu wamekwenda wakaambiwa. Tuna sehemu kuna kuitwa krosini, wenyewe wapo pano na si wengine, pia tunao mashamba yetu kunakuitwa krosini, kuna kuja zako mpaka mwakwao wapo karibu na kirima cha Paje hapo kama kilomita tatu kutoka huko mpaka kufikia hapo na kwenda ndani kilomita tatu, watu wesiku kwa fununu kwamba zile sehemu zinakuja kuchukuliwa kwa ajili ya uwekezaji. Mtu wa pili kaja kana kutoa mharami pano kauzu, yaani mashamba yetu akachukuliwa jaje, yeye halisema uzuri. Inamaanisha kwamba pale kuna watu wana vipando vyao, kuna watu wana mashamba yao njo alipokulia tangu na tangu toka wa wa vijana mpaka sasa usifika miaka sitini sabini wawa wa pale. Halafu leo inakuja tu mtu kuna kuja kuambiwa kwamba sehemu ile inakuja letwa maendeleo. Si tatizo maendeleo, kama tulivyosema, lakini maendeleo yale yawe ni endelevu kwa wale watu walokuwepo pale. Mfano wake, na hili ndio tunalotaka tulitende. Siwe situaza ya mwenyewe katakuja akisema wenzetu sisi CCM kivuli chao sasa ni ardhi, hakuna kitu chochote, wao ni ardhi tu. Wanachukua ardhi kwa ajili ya kuanzisha miradi ya kupiga pesa na walayo miradi, si kwamba serikali miradi, ni yao binafsi. Inasema tu serikali jenge jenge, hakuna kujenga chochote. Sasa tunachosema siwe, si tatizo kama wanahisi kutuletea maendeleo katika hayo, lakini wale walokuwepo na vizazi vyao uendelee kunemeka kuanzia mwanzo mpaka dunia imalize wao wapate na sio watu wapaje tupate si kwamba wajawatuishe kwa shilingi elfu mbili eneo lako lina thamani ya shilingi milioni mia mbili kunakuja kwa shilingi laki tano milioni moja mheshimiwa ilonatuuma sana na hatuna kwa kukimbilia kwa sababu wao wote wao katika jahazi moja wanyang'anyi kwa hivyo tunakuomba mheshimiwa, na tunakuombea sana kwa Mwenyezi Mungu upate una uraisi ili ulikandamize linojinamizi la wizi wa ardhi, watu wachoko halilipaje tuliliwa kila sehemu. Paje siwe tunao maeneo huko tuwaka wawekezaji kama kuuza, tunakuza wenyewe tunajenga kuno juu eya serikali inapata, na pale siwe tuwapeku wanakuja kuchukua, wajachukue, heya, tulipe kwa zia mwanzo mpaka kufa kwetu. Mheshimiwa, la pili lino ntumwa, kuna upande wapo, kuna tunasikia tetezi na si tetezi, ni kweli, kwa sababu watu mpaka sasa usinyang'anywa, tunatakiwa kwamba kujengwe uwanja wa ndege. Hatunasema kwamba usijengwe, kutoka ya kutokana na mazingira ulipo uwanja wa ndege pale, hapa fai kwa sababu hoteli ziwa chini huwezi ukajaleta uwanja ndege sehemu alafu sehemu hiyoyo kunatarajia uwekezaji noise pollution itakuja pale. Mgeni kachakuja kajaje wano wanakuja na kisingizio cha uwanja ndege heya, badala yapo kasalichukua lile eneo pale. Hapana uwanja ndege siwe so. tunasema uwanja ndege kutoka Paje mpaka uwanja ndege ni dakika 45 kwa mtalii. Kwa nini tusitumie tusitumia huko uwanja ule kwa mkubwa tumi ko uwanja waliokuwa mkubwa dakika 45, tu kutoka Paje mpaka kufika airport uwanja wa ndege hatutaki, tunachaka maeneo yetu tuwekeze, na yoyote aliokuka lile eneo au walikuwa katika mipango manakezgawaja wesikuja watu wenyewesikaa kikundi hea, wakaja wakaja kautuliza ule moto, kwa sababu yaona uchaguzi heatujua, baada ya ukamaliza uchaguzi tu watarudi tena ile eneo kalichukue. Biisnillahi hawawahi, kwa sababu Mheshimiwa Uthmani Masudi kura zote za jimbo la Makunduchi na Paje tunakukaweye ili ukatusimamie na Uislamu. Hilo ni swala la kijamii. Swala la mwisho na malizia mi ni kama ni mgombea mi ni mgombea ubunge wa jimbo la Paje. Mheshimiwa kashukuru, tarehe 29 tunakwenda kupiga kura na mpaka sasa Zeki, mimi mwenyewe kama mwenyewe, sikwenda pale kwenda kudai kwa sababu mimi sina kungojea ninyiwe. Mimi nakwenda mwenyewe pale Zeki na sikwenda. Nikaambia jamani nyewe,